Tokea hii tuzo mnaosikia wanasema ameikataa, haina tofauti na hela za Rugemaria. Tena ni mbaya zaidi, hela za Rugemaria zikuwa za kwangu, zilikuwa ni kupeleka shuleni, au sio? Na nilizipeleka wakati wa kampeni kuja na, au sio? Niliwaonyeshea. Sasa hizi tuzo, hii ina vipengele vitatu, kuna cheti nimekileta, kuna kikombe ni zito, liko Dar es Salaam lakini ya Mungu akitutajia, mtaliona. Sasa ilikuwa na pia na tuzo ya fedha dola laki moja, takriban milioni 200 na ushe. Sasa nikawaambia wale wanaotoa tuzo, asanteni sana. Sikukataa fedha. Hawa watu wa Dar es Salaam wengine, wale wengine wanitakii mema. Nimekataa fedha, sikuweza kuzichukua kwa sababu za kisheria, na sivyo hayo hayo ya escrow ndio angenikuta. Sasa hawa nikawaambia sheria ni ngumu, kwa hiyo hizi fedha mimi naziacha hapo mezani, tukajipanga. Nikawaambia kule kwetu kuna maafa, kule kwetu tuna shule, kule kwetu tuna maabara, kule kwetu tuna vijana, ninyi kama mnaweza kuwasaidia, hizi fedha itabidi ziende moja kwa moja kwao. Tuko pamoja? Nikizipokea mimi ndio hayo hayo ya escrow. Mimi mwenyewe nimeziacha zile fedha kwa masikitiko makubwa, au sio? tunahangaika hapa na sakosi, tunahangaika na maabara, tunahangaika na madawati. Mimi nilikuwa mtu wa kuacha hela pale mezani, lakini sheria imenifunga, na watu wengine wanasema ameziacha. Kwa nini? Kwa sababu ningezichukua ni kizungumkuti. Sheria inasema ya maadili, kiongozi haruhusiwi kuchukua zaidi ya elfu hamsini Ukichukua elfu hamsini, mimi sasa hivi niko chini ya mheshimiwa Spika wa Bunge, natakiwa nibebe zile hela nizipeleke kwenye kwa Spika. Kwa hiyo naz, nazikabidhi. Sasa sheria ya maadili inasema elfu hamsini na zaidi unapeleka serikalini. Hiyo inaonekana sana, unaweza ukapeleka, ningeweza kupeleka. Sasa sheria ya kodi, sheria ya kodi inasema unapopata fedha yoyote ni mapato ni mapato yako, kwanza unalipa kodi. Tuko pamoja? Ndio, nikasema jamani, wanaosema hela huwezi kuzikataa, utazikataje wakati hukutuka katika shida na matetemeko na madawati na shida chungu nzima. Lakini sasa ikaonekana sasa, yule anayetoa zawadi anasema bwana, mimi zawadi yangu huwezi kuilipia kodi. Yani mimi nakupa zawadi, mimi naenda kulipa kodi za Tanzania.